Nianze kwa kushukuru wananchi wote wa mkoa wa Mbeya kwa utulivu mkubwa, kwa mshikamano na uzalendo walioonyesha kipindi cha kampeni na ushiriki wao katika kuielezea umma eh, kwa vyama vyao nini wanakwenda kuwafanyia Watanzania iwapo watapata ridhaa hiyo. Kwa hiyo zoezi hilo limeenda vizuri, kwa kifupi tunaita zoezi la kampeni, na mpaka sasa hatuna changamoto yoyote. Kwa hiyo nawashukuru sana wananchi wa mkoa wa Mbeya kwa haiba hiyo hasa kwa kipindi hichi. Kila pili wote tunafahamu uchaguzi ni haki ya msingi na ndio sauti ya wapiga kura katika kuweka viongozi wao ambao watashirikiana nao katika kuleta maendeleo yale yaliyotarajiwa. Kwa msingi huu ni kuhakikishia wananchi wa mkoa wa Mbeya kuwa serikali yao pamoja na vyombo vya ulinzi viko imara, vimejipanga vizuri kuhakikisha ulinzi na usalama e, katika muda uliobakia na wakati wote wa kupiga kura, kuhesabu kura pamoja na kutangaza matokeo. Wawe na amani, wajitokeze kwa wingi kuhakikisha kuwa wanashiriki fursa hii muhimu, huku sisi tukiwahakikishia pamoja na wao tutashirikiana, hali iwe ya amani pamoja na utulivu kipindi chote cha zoezi hilo. Kwa serikali ya mkoa wa Mbeya, vyombo vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na raia vitahakikisha hali ya usalama inakuwa nzuri wakati wote wa zoezi la kupiga kura kuhesabu na hatimaye kutoa matokeo. Hivyo nitoe rai kwa wananchi wote waliojiandikisha kupiga kura, wajitokeze kwa wingi kwenda kutumia haki yao ya msingi ya kupiga kura. Nchi yetu ni amani na utulivu, hivyo tunapasa kuilinda kwa nguvu zetu zote. Pamoja na kuwa kampeni imeenda kwa utulivu na kwa amani, basi tuna haki ya kukumbushana kwamba tuna wajibu wa kulinda utulivu tulionao na kutoa taarifa pale tunapoona viashiria vyovyote vya uvunjifu wa utulivu huo. Na mwisho nipende kuhakikishia tena kuwa serikali ya mkoa wa Mbeya kwa kushirikiana na serikali kuu imeweka mikakati madhubuti ya kudumisha amani, ulinzi na usalama katika maeneo yote ya vituo vya kupigia kura, na hivyo tujitokeze kwa wingi bila wasiwasi wowote. Kamanda Kuzaga na msemo wake e, tunapokea viashiria vya maneno maneno kutoka kwenye mitandao ya kijamii e, pamoja na maeneo mengine e, na wale wanaofikiri kufanya hivyo huwa na msemo mmoja, wajionye kwanza kabla hawajafikiria kufanya hivyo.